Habari ndugu wapenzi wa wasikilizaji na watazamaji wa Kachezi Media. Welcome back to our channel. Usisahau kusubscribe, kulike, pia usisahau na komenti, pia usisahau na kushare ili tangazo hili liweze kuafikiwa sloyote nchini. Hili ni tangazo kutoka jeshi la polisi Tanzania. Tangazo kuitwa kwenye usaili wa jeshi la polisi Tanzania. Tangazo linasema kwamba mkuu wa jeshi la polisi anawatangazia vijana walioomba ajira jeshi la polisi kupitia mfumo wa ajira Tanzania Police Force Recruitment Portal kuwa usaili utaanza tarehe ishirini na nane mwezi wa nne elfu mbili na ishirini na tano saa moja asubuhi hadi tarehe kumi na moja mwezi wa tano kote nchini. Kwa wasailiwa wenye elimu ya shahada, stashahada, astashahada usaili utafanyika jijini Dar es Salaam katika katika uwanja wa Gwaride uliopo utafanyika jijini Dar es Salaam katika uwanja wa Gwaride uliopo kambi ya polisi barabara ya Kilwa nyuma ya kituo cha polisi Kilwa Road. Kwa wasailiwa wenye elimu ya kidato cha nne na kidato cha sita usaili wao utafanyika kwa makamanda wa mikoa wa polisi wali, walikuombea ajira. Kwa mfano uliombea Kilimanjaro utaenda Kilimanjaro kufanya usaili. Usaili utakapoisha utarudi eneo la makazi yako hiyo ah, ilikuwa inahusu kwa uombaji wa Tanzania bara. Kwa uombaji wa Zanzibar, kwa uombaji wa Zanzibar wenye elimu ya shahada, astashahada, kidato cha nne na kidato cha sita, usaili wao utafanyika Zanzibar, ambapo walioko mikoa ya Unguja ili utafanyika makao makuu ya polisi Zanzibar mikoa ya Pemba usaili utafanyika, -uta, usaili utafanyika ofisi ya kamanda wa polisi mkoa wa kusini Pemba. Kila msailiwa ana, analazimika kufika eneo la usaili akiwa na vyeti halisi vya taaluma, academic certificate, cheti cha kuzaliwa, kitambulisho cha taifa au namba ya NIDA, pamoja na nguo na viatu. Zingatia sana katika usaili, uweze kukizi vigezo vyote. Wanaangalia vigezo vidogo vidogo sana, jaribu kuza vyote, jaribu kukizi vile vitu vidogo vidogo. Sasa kama unashindwa kutimiza kitu kidogo, wakakuchukua we wakakuchuku, ukatimiza kitu kikubwa, jaribu kutimiza kidogo. Mtu anaifanya kitu kidogo kwa usahihi, usa hata kikubwa pia atakifanya kwa usahihi. Aidha, orodha, orodha ya waliochaguliwa kufanya usaili imeambatanishwa pamoja na tangazo hili ambapo kwa wote kwa waliotuma maombi wanaweza kuingia kwenye chaneli yangu kuna linki nimeweka hapo ya kupata majina majina yote ya walioitwa kwenye usahili uwe Zanzibar, uwe Tanzania bala au visiwani, pote utapata linki hiyo na kuangalia. Please, subscribe my channel guys, naombeni sana, pamoja tunaweza. Ukisubscribe channel yangu utaweza kupata update tofauti tofauti ku kuhusiana na usaili wa jeshi la polisi, jinsi ambavyo mambo yanatakiwa ufanye ili uweze kuchaguliwa, kila kitu utakipata kwenye hii channel. Guys, please subscribe my channel, okay. Pamoja tunaweza.